Naibu Spika wa Bunge, Mussa Azzan Zungu, ndiye aliyewasilisha mapendekezo hayo muda mfupi baada ya kumalizika kwa kipindi cha maswali na majibu bungeni Dodoma. Baadhi ya mabunge ya Jumuiya ya Madola katika vikao vyake yanayo utaratibu wa wabunge kutoa ahadi ya uzalendo, hivyo inapendekezwa tuweke utaratibu huu katika kanuni, ambao wabunge watatoa ahadi ya uadilifu katika kila kikao cha kwanza cha mkutano wa Bunge, ambacho kila mbunge ataahidi kuwa mtiifu na mwaminifu wa nchi yetu na kufanya kazi kwa uadilifu. Jambo lingine ni kuthibitishwa kwa makamu wa rais baada ya kuteuliwa. Bunge huthibitisha makamu wa rais baada ya uteuzi wake. Kanuni zetu hazijaweka utaratibu wa kumthibitisha makamu wa rais anayeteuliwa katika kipindi tofauti na uchaguzi mkuu. Inapendekezwa kuweka utaratibu huo katika kanuni. Kusomwa kwa bajeti kuu ya serikali na utambulisho wa wageni kutumia muda mrefu ni maeneo mengine yaliyoingizwa kwenye kanuni hizo. Mheshimiwa Spika, bajeti kuu ya serikali imekuwa ikisomwa saa kumi jioni, lakini utaratibu huu haupo kwenye kanuni. Inapendekezwa yafanyike marekebisho ili kanuni ieleze kwa bajeti hiyo itasomwa saa kumi jioni. Utaratibu huu utaendana na makubaliano ya nchi wanachama jumuiya ya Afrika Mashariki ya kusoma bajeti kwa pamoja katika wakati huo. Maeneo yanafanyiwa maboresho utambulisho wa wageni bungeni. Mheshimiwa Spika, utambulishaji wa wageni huchukua muda mrefu wa Bunge, hivyo huathiri muda uliotolewa kwa shughuli za Bunge. Inapendekezwa marekebisho ya kanuni yafanywe ili utambulisho ufanyike, wageni wa kitaifa, kimataifa pamoja na wageni waliotoa mchango wa taifa pekee. Baadhi ya wabunge wakatoa maoni yao wakigusia utambulisho wa wageni kuchukua muda mwingi huku muda wa uchangiaji ukisalia mchache. Ili, ili ni eneo la umma, hii ni public place, watu wanapaswa kuja wengi wanavyostahili. Hem, niambie kila mbunge akileta mgeni hapa tukafanya kazi ya kutambulisha, tutachangia u mbungeni au tutafanya kazi ya kutambulisha ya kwanza, lakini ya pili, watu wanapaswa kuwa na access ya Bunge. Utaratibu wa watu kuandika barua kuja bungeni kwa ajili ya mafunzo, wakija kwa ajili ya mafunzo, hizo ni official trip, wana deserve recognition na hiyo ni group. Lakini unapokuja mtu mmoja mmoja, sometimes tunachukua muda mwingi kutambulisha. Na, na experience ya mabunge mengine e, mwongoza kikao kama ni mheshimiwa Spika au ni, ni, ni mwenyekiti analazimika kukatisha shughuli alafu atambulishe wageni, karibu mara tatu hiyo nayo ni sehemu kidogo ambayo ukiunganisha inakuja kutuletea ukosefu wa uchangiaji. Unakuta mtu anachangia dakika tano. Kwa hiyo hili, ili tuliangalie, lakini tunapoangalia kuingiza wageni ni vizuri, sasa tuende tuangalie pia eneo la uchangiaji. Kanuni zote zilizopitishwa zinatarajiwa kuanza kutumika katika mkutano wa kumi na tatu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Joyce Mwakalinga Azam News, Dodoma. <muchu>